Ukienda na mbwa vifaa kuna ukitoa kidogo kidogo kesho umeunganishiwa. Haiwezekani. Ni ziara ya waziri wa maji eneo la Mbezi hapa Dar es Salaam eneo ambalo limetajwa kuwa na changamoto kubwa ya maji huko, usika wenyewe wakieleza kwamba maji wanayotumia ni ya chumvi na wakati mwingine hawayapati kwa wakati. Kwenye upande wa Torino huko tuna shida ya maji, bomba kubwa kuna mahali limeishia, alafu likaunga dogo. Sasa lile dogo limeungiwa watu wengi wengi wengi mno, ambao hatuwezi kupata maji. Wengine avutiwa kisima cha maji ya chumvi, lakini kaja ile maji ya chumvi, tunakuja kulipia Dawasco. Juzi, juzi tuliletewa maji. sio kwa hapa hamna maji ya bomba yapo, ya tumeletewa maji ndani ya siku tatu yametoka mfululizo, yakaja yakakata, hamna maji mpaka saa hizi ninavyokuambia hapa mpiji. Kwa kweli tunaomba maji, naomba maji baba, naomba tunateseka, tusaidie. Tunajua kabisa mahitaji ya maji sasa hivi yamekuwa ni mengi. Ipo ichangamoto ambayo ipo, tunataka tununue pampu lakini nyinyi maji mtapata siku fulani na siku fulani. Na kweli hiyo siku maji yafanyaje yatoke. Ikafika wakati wa meneja wa eneo hilo kutakiwa kutoa ufafanuzi, nani anayehudumia hili eneo, kwa nini watu hawana maji? Na mwenyekiti, narudia tena, kazi ya uongozi, ndugu zangu, ni ushirikishwaji. Umewashirikisha? wanajua kwamba una mradi wa milioni mia tisa? mara ya mwisho lini umefanya mkutano hapo? Kawaambia, kwa nini hujafanya? Hatuwezi kufanya kazi namna hii, lakini ukweli watu wanashinda ofisini wanafanya mambo yao. Mimi mi ni mtendaji wangu DAWASA, kuna kazi nyingi, tutaenda kumpa kazi nyingine. Hapa tutamleta mtu anaweza mk jambo lilomfanya sasa waziri wa maji kuwataka watendaji wake kuhakikisha kwamba hawafanyi kazi kwa mazoea na kuhakikisha watu wote wa maeneo haya wanapata maji na mradi ambao umeanza uweze kukamilika kwa wakati, kwani wanatakiwa sasa kufanya kazi saa ishirini na nne. Tumekuja hapa, umenieleza kuna kazi imeanza. Utaratibu wa utendaji wa kazi hapa mpiji utaanza kubadilika kuanzia leo. Upo mradi, tumepita tumeona pale watu wanatekeleza. Sasa maelekezo ambayo ninayotoa, mradi ule utafanyika kazi usiku, mradi utafanyika kazi mchana. suala la kulimbikizia bili za maji wananchi nalo na akalizungumzia, huku akiagiza uongozi wa DAWASA kufanya uchunguzi wa suala la upotevu wa maji ambapo takwimu zinaonyesha nusu ya maji yanapotea bila sababu. Estabela Malisa, Azam News.